Akizungumza katika mikutano minne ya kampeni akianzia katika viwanja vya Mwembe Yanga, Temeke, Mheshimiwa Lowassa licha ya kufurahishwa na idadi ya watu waliofika viwanjani hapo na kuahidi kumpigia kura za ndio, ameelezea sababu za kugombea urais na kuahidi akiingia madarakani atafanya kazi ya kuwaletea maendeleo kwa kasi kubwa. Nimekuja kueleza kwa nini nagombea urais. Nataka ni waongoza Tanzania taondokane na umaskini. Shida yangu ni hiyo, tukuona umaskini. Mimi nawahakikishieni, Mungu akinijali amkanipa hizo kura. Nitaendesha mtaendesha nchi mchakamchaka makutokea kutokea. Mia 100 na 120 hakuna kudwala. Waziri Mkuu Mstaafu bwana Frederick Sumaye ametaka wakazi wa Dar es Salaam kumpigia kura za ndiyo mgombea urais Bwana Edward Lowassa ili aweze kuingia madarakani na kurejesha sifa ya Tanzania na maendeleo yake, pamoja na kuondoa Watanzania katika lindi la umasikini. Magufuli eti anasema anashangaa kwamba hospitali za serikali hazina dawa, maduka ya binafsi yana dawa. Anashangaa yeye, yuko wapi? Ametoka mwezini jana. Haiwezekani tuendelee na mtu ambaye yuko ndani ya CCM. Akizungumza katika mkutano wa pili wa kampeni uliofanyika Sinza, Bwana Lowassa amewataka wakazi wa eneo hilo na maeneo jirani kuhakikisha wanampigia kura za kutosha. Omba kura nyingi sana, naambiwa lazima nipate kama milioni 14 na ushe. Tapata tapata Aidha, Bwana Lowassa ametumia mikutano hiyo kuwa nadi wagombea ubunge katika jimbo la Temeke, Kawe na Ubungo kupitia vyama vinavyounda umoja wa katiba ya wananchi UKAWA, ambapo wagombea hao walipata fursa ya kueleza kero na matatizo katika maeneo hayo. Kuna tatizo kubwa la maji kama la jimbo la ubungo zima, yeah. Mnyika amefanya kazi yake alipoishia viatu hivyo ninastahili kuvaa mimi na si mwingine. Kuna changamoto kubwa ya huduma ya afya, hospitali tunayoitegemea na hospitali moja ya Temeke ambayo haina vitanda, haina vifaa tiba, haina madaktari wa kutosha wala haina dawa. Kutoka hapa katika uwanja wa Mwembe Yanga Temeke, jijini Dar es Salaam, mimi ni Henry Mabumo wa ITV.